Bwana ni mbashara kabisa kutoka Ismailia kule nchini Misri, ambapo Simba Sports Club wameweka kambi kuelekea mchezo wao dhidi ya Al Masry, mchezo wa robo fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika. Abasi Al yeye eh, ni mwandaa mipango wa Simba Sports. Yani kama Simba anakwenda kucheza Moroko, anakwenda kucheza South Africa, anakwenda kucheza siri yeye huondoka hata wiki moja kabla ya mchezo, yani wiki moja kabla timu haijatua katika nchi hiyo, kwa ajili ya kuenda kuweka mipango yote iwe sawa mipango katika sehemu ambapo timu itafikia, timu itafanyia uh, mazoezi na mipango mingine mingi basi, kutoka huko nchini Misri ameweza kuthibitisha kwamba Simba Sports ipo maeneo salama, ipo katika moja ya hoteli katika jiji la Ismailia, na kutoka hapo uh, mpaka katika uwanja ambao utachezewa mechi dhidi uh, ya Al Masry ni takribani saa moja, na hiyo ni kutokana na hoteli katika jiji ambalo watachezea mechi kuwa zimejaa, lakini wameondoa shaka wapenzi na mashabiki wa Simba kwamba hata walipofikia pana hadhi ya nyota tano, lakini pia training facilities zote zipo sawa, na hiyo ni kwa ajili ya kujiandaa kuelekea katika mchezo huu wa robo fainali ya kwanza, huku Simba Sports yanakwenda katika mchezo huu na kauli mbiu kwamba hii tunavuka. Yani, wanamaanisha kwamba robo fainali yao hii ya nane e, wanakwenda ah, ya sita katika misimu saba wanakwenda kuvuka. ameshacheza robo fainali sita za klabu bingwa barani Afrika hajafanikiwa kuvuka kwenda katika hatua ya nusu fainali, lakini e, safari hii anakuambia hii tunavuka, ikiwa ni robo fainali yao ya pili katika kombe la shirikisho uh, barani Afrika na robo fainali yao ya kwanza eh, katika kombe la shirikisho walicheza dhidi uh, ya Kaizer Chiefs, ya pale nchini Afrika Kusini wakapigwa goli nne kwa sifuri kule nchini Afrika Kusini, lakini hapa nchini Tanzania jijini Dar es Salaam Simba Sports akajipapatua na kupata ushindi wa goli tatu kwa sifuri. Kwa hiyo alitolewa katika michuano hiyo kwa aggregate yani, uh, wa magori uwanja wa ugenini na uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo safari hii kauli mbiu hii inawapa hamasa wapenzi na mashabiki, inawapa hamasa wachezaji pia, kwamba safari hii wanahitaji kuvuka kwenda katika hatua ya nusu fainali. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya komenti, kama mdau, mpenzi na shabiki wa Simba Sports kwamba Je, Simba anayo nafasi ya kuvuka katika hatua hii kama ambavyo wao na